Mark Carney amechaguliwa rasmi kuwa kiongozi mpya wa chama cha Liberal cha nchini Canada na kwa hivyo kuwa waziri mkuu ajaye wa nchi hiyo baada ya kujiuzulu kwa Justin Trudeau. Carney ambaye ni mtaalamu wa uchumi lakini hana uzoefu wa kisiasa alipata asilimia 85.9 ya kura akimshinda kwa mbali Chrystia Freeland aliyekuwa naibu waziri mkuu wa Canada. Baada ya ushindi wake, Carney alitoa hotuba kali dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump, akiahidi kulinda masilahi ya Canada dhidi ya vikwazo vya biashara kutoka kwa Marekani. Wamarekani wasiwe na shaka katika biashara, kama ilivyo kwenye mchezo wa hoki, Canada itashinda, alitangaza, akisisitiza kuwa atalinda uhuru wa Canada licha ya mvutano unaoongezeka na Washington. Carney pia alionya kuhusu changamoto kubwa zinazoikabili nchi hiyo akitaja sera za kiuchumi za Trump na ushuru wake dhidi ya Canada kama vitisho vikubwa. Ingawa hana uzoefu wa kisiasa, utaalamu wa Carney katika uchumi wa dunia na usimamizi wa migogoro ya kifedha ulimsaidia kushinda kinyang'anyiro cha uongozi. Aliwahi kuiongoza Canada wakati wa mdororo wa kiuchumi wa dunia kama gavana wa benki kuu ya Canada. Baadaye aliteuliwa kuwa gavana wa benki kuu ya Uingereza na kuwa mkuu wa kwanza asiye Muingereza katika historia ya benki hiyo ya miaka 300. Hivi karibuni alikuwa mshauri wa kiuchumi wa serikali ya Trudeau. Sasa Carney anakabiliwa na changamoto kubwa zaidi ya uongozi wake: kusimamia mgogoro wa kibiashara na Marekani, mshirika wa kiuchumi mkubwa wa Canada. Carney anatarajiwa kuapishwa rasmi kama waziri mkuu ndani ya siku chache zijazo na hivyo kumrithi Trudeau ambaye ametumikia Canada kwa vipindi vitatu vya uongozi. Hata hivyo, atakabiliwa na uchaguzi mkuu wa haraka ambao unapaswa kufanyika kabla ya Oktoba ishirini. Fununu zinaeleza kuwa anaweza kutangaza tarehe ya uchaguzi mapema ndani ya wiki chache zijazo, akitaka kunufaika na msisimko wa kisiasa baada ya ushindi wake mkubwa. Kiongozi wa chama cha Conservative, Pierre Poilievre amekosoa ushindi wa Carney akidai kuwa Liberals wanajaribu kuwapotosha wa Canada ili wachaguliwe kwa muhula wa nne. Ingawa chama cha Conservative bado kinaongoza kwenye kura za maoni, pengo la uungwaji mkono linapungua, hasa baada ya Carney kubadilisha mjadala wa kitaifa kutoka uchumi hadi uhuru wa Canada, mada iliyoibuliwa na sera za Trump huku Trump akiendeleza vita vya kibiashara na wanasiasa fulani wa Marekani wakidokeza kuwa Kanada inaweza kuwa jimbo la 51 la Marekani, Carney amekataa wazo hilo kwa msimamo mkali: Kanada haitokuwa sehemu ya Marekani kwa namna yoyote ile. Hatukuitaka hatu vita hii, lakini wa Kanada daima wako tayari kupambana ikiwa wanashambuliwa. Attention. Your potential customers are watching this video.